Unaangalia ZOE TV. tunakuangazia maisha yako. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kukusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ah, Mungu ni mwema, ametupa nafasi nyingine tena leo kuweza kusemezana tena kwa habari njema kabisa za kristo kwenye maisha yako napenda kumshukuru mungu kwa ajili ya somo ambalo tumekuwa nalo na, na, na limekuwa la baraka na somo lilikuwa kwa kichwa kinachosema au ukombozi wa kifikra na, na, na somo hili nami limekubariki sana limegusa maisha yako leo tunakwenda kumalizia kipengele ambacho tulibatiza a, kwenye somo letu hilo zuri la ukombozi wa kifikra ni kukaribisha sasa, ndugu yangu, tuende moja kwa moja kwenye somo hili na tukaone nini Mungu anataka aa, tujifunze kwenye kipengele hichi ambacho kitakwenda kugusa maisha yako na kukupa hatua nyingine ya kiroho zaidi. Aa, karibu tuweze kujifunza aa, pamoja aa, aa, somo letu ambalo tutaendelea nalo tena aa, katika kipengele ambacho tulikuwa tumekibakisha kwenye somo la kwanza la ukombozi wa kifikra ni hili: nguvu ndani ya kusikia. Nguvu ndani ya kusikia. Bado tunatembea na fikra fikra, uf, fikra, uf, fikra za mtu bado, tuna, bado tuko hapo, hatujahama hapo. Kwa hiyo uh, somo linasema nguvu ndani ya kusikia, katika kusikia kwetu kunaunda kitu unaunda kitu na hicho kitu kikiumbika ndani yetu, eh, kinaweza kuleta matokeo kwenye maisha yetu ya nje. Kwa hiyo nini ambacho unakisikia kinaweza kuunda kitu ndani yako. Kile kitu ambacho unakisikia kila wakati, unakisikia kila wakati, kinaweza kikaunda miundo fulani kwenye ufahamu wako na kikaathiri hata matendo yako na mfumo mzima wa maisha yako, utendaji wako kwa ujumla. Kwa hiyo napozungumzia kusikia, huenda nisi, nisiende, nisiende sana uh, u, u, kwa, kwa namna ya mwilini sana ni, ni, ni, nieleze hivi ni ninapozungumzia uh, kusikia, sawa, naweza nikazungumzia masikio haya ya kawaida lakini pia nataka nizungumzie pia ile masikio ya ndani, masikio ya ndani kule kabisa ndani, ambako ambako kunaleta matokeo. Ni sawa, tunasikia katika masikio ya nje na kusikia kwetu kuna, kuna, kuna, ah, kuna tofautiana. Kwa mfano tunachokisikia lazima kiwe katika mfumo wa taarifa, kiwe katika mfumo unaoeleweka, maana kama tunakisikia halafu hakieleweki Eh, sasa wakati eh, kwamba kina, kinakuwa kina, kinachanganya kina akili, hakiwezi kuleta matokeo tunayotaka, lakini kile ambacho tunakisikia kina kinapata kutafsiriwa kwenye ufahamu wetu kinapata kuchakatwa kwenye ufahamu wetu, na ndipo kuna vitu vinaweza kuzaliwa ambavyo vinaweza vikahusu vika maisha yetu au vikagusa moja kwa moja maisha yetu. Utangulizi wa somo letu unasema: kila unachofanya leo ni matokeo ya habari ya jana. Kila unachofanya leo ni matokeo ya habari ya jana. Habari unazopata huamua mienendo unayounda. Narudia, habari unazopata huamua mienendo unayounda, na mienendo unayozalisha huamua mawimbi unayosababisha, au matokeo unayozalisha. Narudia kidogo, tuelewane. Kila unachofanya leo ni matokeo ya habari ya jana, yaani kuna kitu ulikipata jana, leo kiko katika, unakifanyia kazi. Kwa hiyo tunapoishi katika ulimwengu huu e, tunakutana na taarifa nyingi sana, na taarifa zinamfanya mtu, zinampa mtu, zinampa mtu a, kuwa, kuwa na mfumo fulani, mfumo fulani wa maisha mfumo fulani wa mienendo kwenye maisha yake kulingana na nini ambacho amekipata kama taarifa kwenye ufahamu wake. Kwa kila unachofanya leo ni matokeo ya habari ya jana. Habari unazopata huamua mienendo au huunda huunda huamua mienendo unayounda. Kwa maana nyingine kwamba taarifa unayopata inaweza kuamua kuunda aina ya mwenendo wa maisha yako unaweza kuamua kuunda aina fulani ya mfumo kwenye maisha yako ambao wewe utautekeleza na utaleta matokeo fulani kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuchunga ni nini unasikia, ni nini unasikia, maana iko nguvu katika kusikia. Ni taarifa gani unaingiza kwenye ufahamu wako, zinaweza kuamua mfumo mzima wa maisha yako, zinaweza kuamua mfumo mzima wa maisha yako. Mana nasema no, kwamba ukitaka kumjua mtu, tafuta watu wa karibu na yeye, tafute marafiki zake. Ni aina gani ya watu ambao wako naye? Ni aina gani ya taarifa anapendelea kuzisikiliza? Ni aina gani ya taarifa ambazo anazipenda sana? Utagundua huyu mtu anafanana na taarifa anazopenda kuzisikiliza. Kwa hilo, ni ngumu kutenganisha kati ya taarifa mtu anazopata na mfumo wa maisha yake vinaweza kuathiri mfumo wa maisha yake. Andiko kuu ambayo tunatemelelwa kwenye somo letu ni kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33, nao nasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Biblia ya Kiswahili rais Habari Njema anasema, msidanganyike urafiki mbaya uharibu tabia njema. Bado ni kitu kile kile. Msidanganyike mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kwa maana hii, mtu anaweza kuwa na tabia njema, lakini Biblia inatuambia mazungumzo, taarifa ambazo anaweza kuzisikia zikiwa sio taarifa sahihi, zikiwa ni taarifa mbaya, zinaweza kuathiri tabia yake njema. Ndio maana anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Alikuwa akizungumza na kanisa la Korinto na kuwatahadharisha kwamba wako watu wanaofundisha mafundisho ya uongo, wanatumia mafundisho ya uongo kupofusha fikra zenu ili muwayacha kweli ili mwingie kwenye dimbwi la uharibifu wa imani yenu, kwa anachoambia lindeni sana, ni nini mnaingiza kwenye ufahamu. Lindeni sana a, ni kitu gani mnachokiingiza kwenye ufahamu? Ni taarifa zipi ambazo naruhusu ziingia kwenye ufahamu wenu? Ni lazima kuwa makini pia katika hilo, kwao anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema ni kweli kabisa. Kile ambacho unapenda kukisikiliza sana automatic au, kikawaida tu, ni kwamba kinaweza kuleta madhara kwenye maisha yako. Kina uhusiano mkubwa na mfumo wako wa maisha ambao utakuwa unauenenda. Ngoja nitoe mfano mmoja tu ambao naweza ukanielewa. ajua kusikia siku ambapo huenda a, a, a, kuna aina ya, ya, ya tuseme, kuna aina ya nyimbo umesikia, uenda uipendi <laughs> uipendi kabisa, na labda eh, umesikia imepigwa sana kwenye masikio yako mara nyingi, alafu ukajikuta unaimba bila kujua, na sasa tayari umeshaanza kuimba, umeimba ume eh, niimba kitu gani hichi? kwa kile ambacho mtu anakisikia sana Anapoendelea kukisikia sana, napoendelea kukisikia sana kitaathiri mfumo wake, eh, wa maisha yake katika mwenendo atakao uenda, kwa sababu taarifa inapoingia kwenye ufahamu wa mtu ina tabia ya kuunda mfumo fulani ambao unatakiwa kufanyiwa kazi kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiendelea mbele hapa, wazo kuu la somo letu nasema hivi: Ni muhimu kujua kuwa, ni muhimu kujua kuwa aina ya taarifa unazopata zitaamua muono wako. Ni muhimu kujua kuwa taarifa unazopata zitaamua muono wako na kukuamulia mwendo utakaoenda, na kukuamulia mwendo utakaoenda. Maana umbali unaoweza kuona umbali maana umbali unaoweza kuona utaamua ni umbali gani utakwenda. Kwa maana nyingine ni hivi, huwezi kwenda pasi usipopaona, huwezi kwenda usipopaona. Kwa taarifa, mfumo wako unapoingia taarifa, unakupa mapana ya kuona. Sasa inategemea taarifa ni sahihi au sio sahihi. Kama sio sahihi, zinakupanua katika kuona visivyo sawa na vinaharibu mfumo mzima wa mwenendo wa maisha yako. Okay, tuendelee mbele kidogo. Kuna vitu muhimu sana ambavyo tunaweza kuvipata kwenye somo letu hili la nguvu katika kusikia. uh-huh. Sawa. Uh, nataka tuangalie tuangalie tuangalie uh, mambo kadhaa ya muhimu kuzingatia kwenye somo letu uh, hili mambo ya muhimu sana kusikia kwenye ile eneo uh, la mambo mw, muhimu sana ya kuzingatia kwenye ile eneo la nguvu uh, ya kusikia uh, taarifa gani ambazo naziingiza kwenye mfumo wako? Jambo la kwanza, fahamu kwamba hakuna kitu chenye nguvu kama maarifa. Hakuna kitu chenye nguvu kama maarifa. Maarifa na nguvu ya kubadilisha maisha ya mtu. Taarifa zinaweza kuja kwenye maisha yako inaweza kukuundia mfumo wa maisha. Sasa kama taarifa sio sahihi, muundo wa maisha yako utakuwa ni muundo usio sahihi. Kama taarifa ni sahihi, muundo wa maisha yako utakuwa ni sahihi. Kwa hiyo niseme hivi, hakuna kitu chenye nguvu kama maarifa. Ndio maana Biblia inasema hivi katika kitabu cha Hosea kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, na, na kukosa maarifa ni silaha ambayo adui anaitumia sana kuweza kuwapiga watu. Kwa sababu gani? Anajua njia rahisi ya kumpiga mtu ni kumwingizia taarifa sio sio sahihi, maana taarifa inapoingia isiyo sahihi kwenye ufahamu wa mtu inaharibu mfumo wake wa maisha. Unaendelea ZOE TV, tunakuangazia maisha yako.